Huh. Sio imefika wakati ambao tumefungana mimi na na na na mshahara So So imeleta shida. Kwa akasema, wache ni mtoto mtoto. Aone vile vile iko. Kenya." anaweza acha Kuna maziwa. Niko na maziwa hey. Iye, hey. maziwa maziwa hivi hey. Naona kutoka nimekaa nimeshinda naye, hey. na nangana tu hey. Unaona. Natembea natembea tembea akilia nampatia maziwa natembea hapo mbele nyuma kumbe kwa hii dunia kuna wanawake wanaacha tu tu watoto hivyo isonge. Anakuambia, wengine wako na unyama. ni unyama ni gani? Unajua kuna wengine wako na ofisi. Si wanyama wanyama wote wote ni ni wazuri. Ah, wabaya. Hmm, sana. So yes, usiwai mtegemea mwanamke. Hata kama huna kazi uachana, lala nje, yeah. Kulipia, kulipia nyumba, nyumba, nyumba Unajua ni kwa zimefungwa amani